Umekaa kutazama wimbo unaitwa Kanivuruga akiwa Christian Bella pamoja na uh, Malaika Bendi, moja ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri sana uh, miaka ya nyuma mpaka sasa hivi. Ukisikia wimbo kichezwa namna hiyi, lazima nayo uvurugwe kidogo. Ni maudhui fulani ambayo anahusu mapenzi, na wale wote ambao mpo kwenye mahusiano na mmevuka Valentine, salama chao sana kwenu, na wale ambao mapenzi yametetereka, sio okay, kesi sana, unaweza ukachukua wimbo wa Christian Bella akiwa na Malaika bendi, alafu ukaucheza kidogo, afu ukapata vitu fulani vikakufanya ujisikie uko poa sana, wimbo huu bana. Uh, mtu ambaye uko naye hapa leo anaitwa uh, Sara Masauti pamoja na moja ya wacheza gitaa ambao wanafanya vizuri sana, gitaristi anaitwa Noa amehusika kwenye wimbo wa Kanivuruga. Nasema eh, mambo mazuri sana na, kwa sababu niko nao kwenye kipindi, acha tupige nao stori kuhusiana na mambo mengi sana. Sara ni aje? Poa, mambo yanakwenda? Mshukuru Mungu. Karibu sana kwenye showcase. Asante sana. Papa Noah. Yeah. Ah. Eh, nimekusikia kule kwenye kanivuruga. Yeah, yeah, tunaendelea eh, kuvuruga. <laughs> <laughs> Yeah, kabisa. Leo uko na Sara Masauti. Yeah, dada yangu Sara Masauti. Mm. Tunaendelea kupambana na muziki yetu hivi. Sawa. Eh, wa Tanzania waendelee kupata vitu vizuri. Sure. Yeah. Sara karibu sana. Asante sana. Kwa machoni mwa uh, tasnia ya muziki. Wale ambao wanafuatilia live music hawana shida nayo, ukisikia Sara Masauti hawana tatizo nawe, ila kwenye tasnia ya Bongo Flava ukisikia Sara Masauti kidogo unaweza kupata pata shida shida hivi kidogo. Sara Masauti anatokea wapi? Ni nani? Mjue na jina lako ni Sara Masauti hivyo hivyo, au jina halisi ni nani? Mimi naitwa Sara, jina halisi Sara Mbwambo. Babangu ni Mbwambo, mbwambo lakini yeye ni kulingana na kazi zangu nazofanya naachia na Masauti kwa kwenye ma, ma live watu wakanipa jina eh, Sara Masauti. Okay. kwa hiyo Sara Masauti ni jina linalojulikana katika kazi zangu za muziki. Okay. mm -hmm. na mbwambwa ni mwenyeji wa wapi? baba Mpare. mm -hmm. mama Mwiraki. Okay. mm -hmm. kwa hiyo ni chotara wa Kipare na Kiiraki mona mm -hmm. rangi hiyo ndo <laughs> maana rafiki yangu Steve Kulele alivyoona rangi hiyo mm. akawa anasuga suga ya karibu mama, mwira, <clears throat> kibibi Msandawe, kwao nimemexi kwa mama na bibi pia okay. Wewe ni mtoto wangapi kwenye familia? Mi ni mtoto wa mwisho wa nane mziwanda mm -hmm. okay. kwani kuna mtu yoyote anafanya mziki? uh -uh. Yani ilikuwaje, Sara, kuingia kwenye mziki? Mimi hapa kwanza ni, ni mzaliwa wa Arusha mm. E, ni, nilijifunzia uimbaji wangu kanisani. Okay. Kwa hiyo nilikuwa naimba kwaya kanisani tena nilikuwa nimechaguliwa kuwa ya master naongoza watoto. Mm. Nikaja nikajifunza tarumbeta nikiwa darasa la tano. Mm. Kwa hiyo nilifundishwa na Wajerumani pale. Kwa hiyo talent yangu ilianzia kanisani. Okay. Unataka kuniambia nyumbani kwenye familia hakuna mtu yote ambaye alifanya muziki. Hakuna, si, si babu hakuna mjomba hakuna nani ambaye amewahi kufanya muziki. Sijapeleleza nikajua, kwa sababu baba baba alikuwa na wake wawili. Sasa siwezi jua upande wa kule kwa mama, kwa mama, mdogo, mama mwingine kule kwa mama angu kwa kwa kwa mi ni mke mdogo, e, mdogo, chimbuko la undugu wa yule kwa mama mkubwa ko inzakuta hata yupo, lakini sikufanya uchunguzi nikajua okay. Lakini mimi naona ni mimi <laughs> kwa hiyo Sara anatambulisha familia ya kina Mbwambo. Mm -hmm. Kwenye muziki sawa kabisa. Hongera sana. Asante, nitakuja, tuzungumze kusiana na sasa, historia kidogo. Acha nimuulize mawili matatu bwana Noa, papa Noa. mm. Noa, mambo ni aje? Ah, mambo ni shwari kabisa. ni mara ya kwanza tunakutana kwenye showcase. Yeah, kabisa karibu sana. Asante sana. Mikono yako inasikika kwenye nyimbo nyingi sana. Ndiyo, za band ndio, za na, bendi za bongo flavor pia, bongo flavor ya, pia. Ya, okay yeah. Jina halisi ni nani Uh, Noah David, jina langu, mimi nyumbani, mzee ni wa upande wa Shinyanga, mama Singida, lakini nimekaa Arusha, nimekaa pia Dar es Salaam na Kenya pia kidogo lakini okay. tuendelea kupambana na mziki kama hivi. Okay. Mm. Gitaa wewe ulijifunzaje? yaani lilikujaje? Kuna kuna mtu alikuwa anapiga nyumbani gitaa au wewe tu kasema katika chombo ambacho natamani nikijue ni gitaa? Uh, gitaa mimi nilijifunza tu mwenyewe kwa sababu sijawahi kupata mwalimu mpaka leo. <laughs> Mm. Kwa hiyo lakini, kwa sababu vyombo vilikuwepo nyumbani, mimi mzee wangu ni mtu wa mambo ya kanisani sana, kwa hiyo vyombo vya muziki vilikuwa tunaviona pale. Okay. Kwa hiyo, nikawa na wepesi wa kujifunza, kwa hiyo kwa muda mfupi tu nikawa nimesha lielewa gita. Mm. Mm. Sawa. Nirejie kwako. Sawa, yeah. Kuna nyimbo nyingi ambazo umeonekana ukiimba hasa za zamani zile ambazo waliimba magwiji kwenye muziki na wanasema, mwanamuziki yeyote hata mpige gitaa hata kama utajifunza mwenyewe, lakini lazima utacheza nyimbo ambazo zimeshachezwa zamani. Kwa hiyo, ili mwanamuziki mzuri, lazima pia uimbe nyimbo ambazo zishaimbwa zamani, ili tukupime wewe una uwezo wa kuimba kiasi gani? mm -hmm. na anasema, hata mtu anapoimba kopi, anapo maanake, anatoa appreciation kwa yule aliyeimba ule wimbo wa kwanza. Oh, na wee umekuwa ukifanya hivyo sasa. Kwa awali kabisa, mtazamaji ambaye anaangalia sahivi Shokesi, wimbo mm -hmm. gani ambao ungependa wewe na Noa tu anze kuhusikia, yani e, Noa apige gitaa wewe uimbe kwanza. Mi napenda sana muziki ya rumba. Mm. Na katika wanamuziki ambao nawafurahia mno. Mm. Mbilia Beli, Mpongo Love. Mm. Na mwanamuziki mmoja naitwa Mose Fan Fan, napenda sana wimbo wake wa papalolo. Mbali na cover pia, mm. nina nyimbo zangu mbili ziko YouTube. Tutafika, zinafanya vizuri sana tutafika kwa sio na sasa <laughs> yani kipindi chote cha kwako leo, kwa mimi nataka nisikie aa, papa lolo

Ongera well. <laughs> <Inatusha, inatusha. laughs> <Doze, doze. laughs> <laughs> sana moja ya wimbo ambao ya siku za karibuni umekuwa maarufu sana, maanake wateja Uh, hasa mnapofanya kazi nyie wanauhitaji sana. La. Licha ya kuhitaji, ukienda kwenye maarusi, shughuli mbalimbali, send off, kwa watu wanaojua miziki, wimbo usipochezwa, watu kama hawakuelewi mm. Unahisi ni nini, nini amaso kinachotokea wewe kama mwanamziki? Kwa kweli, mi, mimi binafsi napenda mziki mzuri mm. Sasa naweza nikasema sijui kwa sababu nasoma noti mm. Na noti ni mziki ko okay. Mziki wa zamani huu hauchuji, yani unaladha, yani utunzi wao ni wa tofauti kabisa, yani yani wimbo unaishi sawa. hiyo mimi ninavyoona eh, ni, ni, ni, ni, ni nyimbo international. Eh. Napenda ule wimbo wake unaitwa Aspirine anga mama talangonga eh, izobetae del perro talangonga isekoke

ongera sana Sara, umepita kwenye bendi nyingi Tanzania Sabe, na pengine ndo hizo ambazo zimekufanya umekomaa. Sasa hivi ukimsikia Sara Masauti akimba anasema kweli Sara Masauti, yes. Yaani wewe sio sio msanii, niko na leo, niko na wanamuziki by the way, leo niko na wanamuziki <laughs> kabisa, kabisa. tunazungumza miziki, tuko na wanamuziki. Uh, nini ambacho umejifunza kupitia kwenye hizo bendi ambazo umepita? Um, uh, kwa kweli nimejifunza mambo mengi sana mm. Ukiwa ni mtu wa kukata tamaa haraka unaweza ukaukimbie mziki. <laughs> okay. Lakini kama unaupenda kweli mziki wako mm. na kazi yako, hutokata tamaa, utasonga mbele kwa sababu pia kuna changamoto kwa sisi wanawake kwenye mabendi yaani ni, yani kuna vitu vingi kiundani kwao, ni cha msingi tu, usikate tamaa hizo mm. Changamoto, kwanini mnazificha, mnazifichaficha? Mnawasaidia vipi sasa wadada ambao kuna dada sasa hivi anakaa anakuangalia Sara wewe kwenye TV anatamani e, kuwa mwanamziki kama wewe, lakini unawambia kuna changamoto ziko nyingi kwenye bendi. Sasa hapo inakuwaje? si ataogopa? Um, ni yaani ndio maana unaambia hivi, fanye kitu ukiwa unakipenda mm. Kama ukipendi utaacha Okay. Utakuwa umeiga tu. Changamoto za wanawake nadhani wanazijua, kuna katika kutoka unajitafuta mm. kuna rushwa ngono ngono mm. kwa hiyo inabidi wewe unajitambua kwamba mm. kilichokuleta ni kipi, la sivyo utakufa mapema na, mm. kwanza hata kazi utaifanya okay. kwa sababu yeah. mi nakutana changamoto sana za kutongozwa tongozwa kule, nawe mzuri lazima utongozwe <laughs> kwa hiyo ukiwa unafuata fuata tu <laughs> alafu kaacha kufanya kilichokupeleka. <laughs> Umeona kwa hiyo eh. Kuna changamoto wengine unakutana nao nakukatisha tamaa yeah. Anaweza akakwambia wewe ah, au kuna wale ambao tumewakuta wanakubania yeah. E, kwamba huyu huyu moto wake akija, hata, nipita, huyu akija, kwa hiyo unakuta tayari ameshapitapita, kuna zile vituo yeye anavijua mm. Anaenda kuweka kule mgomo, lakini mimi naamini kama Mungu amekupa kipaji mm. Mwanadamu hawezi kuzuia, utapita tu okay. Niambie bendi kwa faida mtazamaji, bendi ambazo umepitia Yes. Arusha, um, nilikuwa ni bendi ya kwanza mi kuanza, mm. nadhani ninaitwa ni, YKT bendi. Nadhani kwa wale wazee wa YKT ambao wananisikia hapa wataelewa wata, mm. nili YKT bendi ilikuwa makambi yake ni pale Danish Arusha, hiyo. okay. Arusha Danish, Nike pale. okay. mi nilienda kwa gia kupuliza tarumbeta pale, mwisho wa siku nikaanza kopi pale kwa hiyo nilipotoka sasa pale ketebendi nilikaa kama miaka miaka saba hivi pale. Nivotoka... Arusha, kwenye bendu, umekaa miaka saba. Ehe, nilivyotoka hapo nilishiriki niliingia, ku, kwenye kushiriki tamasha ili la Bongo Star Search nadhani okay, mwaka elfu mbili na tisa nikapita mkoa wa Arusha nadhani kipindi cha kinapita Msechu kishinda yeah. Pascal Cassiani an yani. ukifuatilia Sara Mbwambo nilikuwepo kaja pakada okay, yeah. Nadhani, nilifika top ten kati ya watu 900 kwa hiyo nilipomalizana na BCS nikaingia bendi inaitwa East, East Africa Ngwasuma ambayo iliongozwa na King Glaze. Baada ya King Glaze kuondoka akaja Fabrice kulialia na pale East Africa Ngwasuma ambayo ndo bendi ilikuwa inachuana na bendi moja ya mjengoni kokuriko pale mm -hmm. mimi nilikuwa mwimbaji wa kike peke yangu pale nilikana kwa miaka sita kwao nikatoka hapo, nadhani bendi tena zingine zingine, zingine zi za mahoteli nishapita nyingi sana mm. kwa hiyo Pasco Kabombe utakuwa namjua vizuri sana Pasco Kasea Pasco Kabombe Kabombe hiyo miaka hiyo ambayo unazungumzia yeah. Pasco Kabombe mtangazaji um, wa mpira hapa maarufu Azam TV alikuwa DJ na mtu ambaye anazunguka kwenye ze lod show hey, yes, sikumbuki kwasabu mjuu nimeanza ni mdogo mdogo sana kwenye malaivu <laughs> mdogo mdogo kwa hiyo. Hey, kuna watu wengine. Kwa hiyo East, Af East Africa nguasuma nikaja mm. Nikapita na Dorian bendi ya marehemu zemakuka mm. Nikaja Bukoba nikakaa mwaka mzima Liquid pale bendi ya pale mm. Um, nadhani na, na, wanaita tu Liquid bendi. Kwa hiyo nikaja Dar es Salaam, hapo kuna vibendi vile ambavyo si official e, ni main zile nishapita okay. sana kaja da ndo nika, nikaingia nadhani nilipokelewa huku nakumbuka nilishirikishwa kwenye usiku wa rumba kali tamasha mm, la wale wakongwe wa muziki kina mzenguza mm, Hamza Kalala pale Neverland. Okay, nadhani walikuwepo kina Adam Zuberi pale, yeah. Stosha, Ko, eh, mimi nilishiriki pale kama mwimbaji wakongwe na vijana anikwa, mm, kijana pale na kina Anamaolo walikuwa pale, mm. Kaiyo nilipotoka pale kwenye ile tamasha sasa, mabendi akaanza kuniona huku da, ndo nikaingia Bogozi mzika nyoshi mm. nikakaa pale, nikaja nikaondoka, nikafanya tena Magereza mkote ngoma mwaka mzima okay. Pale nadhani yeah. pale nilienda pia kushiriki interview, nilipita kwenye interview, lakini bahati mbaya ajira hazikuwa hatukupata okay. Kwa, nika, nikakaa mkote ngoma tena magereza nikapita kwa Maina Band mm. Tabora Jazz mm. Kwa ni bendi ni nyingi mpaka sa... <laughs> <laughs> kwenye kwenye mziki wa bendi upo miaka mingapi sasa hivi ukijumuisha? yeah. ile ya Arusha Dar es Salaam. Uh, miaka mingi ko piga mhesabu kuanzia mwaka elfu mbili na Elfu mbili na tisa, elfu mbili na kumi. Ile kipindi cha Bongo Star Search okay. e. kwao tuseme elfu mbili na kumi e. Sasa hivi miaka kumi na tano miaso mm -hmm. <laughs> Ongera wewe ni mwanamuziki, ni miaso sio mchezo wewe <laughs> <laughs> ni mwanamuziki mm, sasa hapo sijahesabia yani nipotokea kanisani e, kwa sababu mziki wangu ulianza kanisani ya yeah. Sababu kwa nilikuwa naimba imba, imba nikiwa mdogo yani, naimba kwa, kwa safari ya kwa... mziki uh, kwa, kwa mtu ambaye anaangalia anaweza kujua ni, ni, ni, safari fulani vifupi, so akiona unavyoimba hivyo unavyo enjoy anajua ni kitu cha siku moja e, kumbe ume ume ume mwaka 2009 nakumbuka tengenezwa ukatengenezeka mm. Kabisa, hongera sana kwa huku da pia nikaja nikajiendeleza na chuo okay ili nipate certificate. Kwa hiyo mm, ninavyokuambia nina certificate ya muziki. Ambapo umesoma chuo gani? Action Music Academy. Okay. Iko Goigi. Okay. Kwa hapo yon... mboko nasoma mambo ya notation. Yes, yani ni kama nilikuwa najiendeleza kwa sababu note tayari nilikuwa nimefundishwa kule kwenye okay. Tarumbeta. Kwa hiyo pale nikajifunza saxophone. Mm. Tunaendelea nayo pia mpaka sasa hivi. Mata... Sawa. Mimi nataka tuende mapumziko mafupi tukirejea, Tuje sehemu ya pili sasa. Tuje kwenye saxophone. Trumpet na vitu vingine. Mtazamaji <laughs> wa Showcase, nipo na Sara Masauti. Ni miongoni mwa wanamuziki ambao, wale ambao wanatembelea kwenye miziki eh, kwenye bendi mbalimbali. Tukizungumzia miziki, ni wale ambao wanatembelea kwenye bendi mbalimbali, achana huu muziki tu kurekodi na ku na, kwenda studio na kufanya video. Mziki una safari ndefu kidogo. Umemsikia akikwambia kwamba tangu alipoanza kujitafuta yani, ile ni miaka kama kumi na tano hivi, hacha ile ambayo amekuwa uh, kanisani na watu wakimsapoti hivo kwao, ni zaidi ya miaka kadhaa hivi. Ili uwe gwiji lazima uchukue muda mrefu kwenye kitu ambacho unakifanya. Mapumziko mafupi, showcase, tunakuwa na mapumziko mafupi. Tutakaporejea tunaingia sehemu ya pili ya showcase. Niko na Sara Masauti pamoja na Papanoa, moja ya uh, wapiga gitaa ambao wanafanya vizuri sana hapa nchini Tanzania. Naitwa Timothy Chelula KTC aka mtoto wa mlali Kongwa. Twende mapumziko mafupi, tutarejea.